Nguvu kubwa ya jeshi la polisi inatumika mahakamani, na ukiangalia hii nguvu ni kwa nini inatumika tunaenda mahakamani? Je, polisi na mahakama vinaingiliana? Je, polisi na bunge vinaingiliana? Lakini kwa kitendo kile cha juzi, udhalilishaji uliofanywa na jeshi la polisi kwa wanawake wenzetu pamoja na viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, akiwemo John Mnyika, John Heche na viongozi wengine wakina Pambalo wamepigwa, wakina Mwaipaya mmeona kwa naenda kutupwa polini. Ule ni unyama wa kiwango cha juu sana. Sisi kama wanawake tupaze sauti zetu kuhakikisha tunakemea vikali, sio kanda ya Nyasa tu. Na vyombo vya habari mko hapa, mimi nitoe rai kwamba Tanzania nzima tuinuke sasa tunyanyue sauti zetu kama wakina mama. Sisi wakina mama ndo wazazi na Rais Samia asikie vilio vyetu, wale watu ni watoto wa watu. Tunaomba sisi kwa mmoja wetu kanda ya Nyasa tuwe mfano kuhakikisha tunatoa matamko na matamko kwa vitendo. Tushiriki kwenda mahakamani, tusiwe watu wa kwenye mitandao tusiwe watu ambao hatuwezi kufanya vitendo. Nisikitike sana ah, nisikitike sana kwa mara ya kwanza. Tupaze sauti zetu, sio lazima hapa kanda, huko majimboni, wilayani, kila mtu akaseme na akaonyesha hisia zake. Haitatosha tu kusema, bali kufanya vitendo. Tuchukue fomu kwenda kuorodhesha wananchi wanaopinga haya am mambo ambayo yanaendelea ndani ya dania, serikali ya Chama Cha Mapinduzi kama tulivyoambiwa na chama chetu tufikisha watu milioni kumi na tano, Umoja wa Mataifa uone dunia ione, tuungane kwa pamoja kuandikisha, sio Mwanachadema tu, mtu yoyote anayeona kwamba uchaguzi katika nchi hii sio wa huru na haki. Uchaguzi wa nchi hii ukienda kugombea unaenda kufa, ukienda mahakamani unaenda kufa. Watu wamevunjwa miguu, wamevunjwa mikono, wanawake walikuwa wanavuliwa nguo sisi wakina mama tutoke sasa kukemea hili jambo, na niombe pia jeshi la polisi kwamba mahakama ni muhimili unaojitegemea, sio kuingilia. Tundu Lissu sio muhaini, anapigania haki za wananchi, anapigania demokrasia ya nchi hii, kwamba tunapoenda kwenye uchaguzi watu watangazwe kwa haki, kama tulivyofanya uchaguzi huu watu wametangazwa kwa nini? Kwa haki, ndivyo hata nchi hii tunataka iende, mtu ashinde kihalali atangazwe, lakini sio tunapoenda kwenye uchaguzi watu wakauawe, watu wakachinjwe, watu wakatekwe. Baada ya kusema haya, ninaomba tushikamane, tufanye kazi kwa umoja. Aliyeshinda tunaomba tumpe ushirikiano, lakini pia viongozi wangu wa kanda, tunaomba mfanye kazi kwa ushirikiano. Maneno ya pembeni pembeni ya wapambe tuachane nayo, ili ni baraza uache watu wa pembeni kuja kutupangia mambo ya kufanya. Mambo ya kufanya tunafanya kama timu, tunafanya kama timu. Sasa hivi mmeongezeka, mko watu wanne. Watu wanne mnapanga jambo la pamoja, sio mtu mmoja anapanga. Mnakubaliana tunaenda na ajenda gani, tunatokeje, tunataka kwenda kusema nini, ili asiwepo mtu akuoje. Nitaomba ni nisistize mambo matatu. Jambo la kwanza niwapongeze kwa uchaguzi mzuri, uchaguzi huru na haki CHADEMA tunahubiri chaguzi huru na haki, na inathibitika kwenye chaguzi zetu. Ninaamini hapa mwenye malalamiko ni yule ambaye hakupigiwa kura, wakati labda kuna mtu alimwomba kura, lakini hakuna figisu tumeiona hapa ikifanyika, kulazimisha mtu fulani kushinda. Kura yenu imeamua kwa haki. Hiki ndicho tunachokitaka. Pia tunapokwenda kwenye chaguzi za madiwani, tunapokwenda kwenye chaguzi za kumpata mbunge, tunapokwenda kwenye chaguzi za kumpata rais, tunataka wananchi wajichagulie kiongozi wao mwenyewe kwa uchaguzi. Sasa hapa umekwisha, hakuna mtu aliyetakiwa kupiga kura mbili kwamba ampigie kila mmoja kwao. Kwa sasa tu focus, nimezungumza mwanzo kuhusu big picture chama chetu kina picha pana ya siku moja kuiongoza serikali, cha siku moja kushika dola. Sasa tunasema hatuwezi kushika dola katika mazingira haya yaliyopo. Kwa hiyo sisi wanawake wa Nyasa tuungane na msimamo wa chama kwamba, kwa mazingira yaliyopo, kwa tume iliyopo, tume ambayo kuanzia mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu wa tume na makamishna wote wanateuliwa na rais hakuna namna vyama vya upinzani vitapata nafasi kwenye serikali mpaka wao wajisikie kwamba hapa tuwaachie CHADEMA. Na sisi hatutaki vyeo vya hisani, tunataka cheo kinachotokana na mamlaka kamili ya wananchi. Kwa tunaposema no reforms, no election, Bawacha kanda ya Nyasa, tunapaswa kuwa mstari wa mbele kuunga mkono ajenda ya chama, na mimi nitatamani kwa niaba ya kamati kuu, nitatamani sana kuona wanawake wa Nyasa, kwa umoja wetu, tunaiambia dunia, tunaiambia serikali, tunamwambia Samia kwamba sisi tunataka uchaguzi huru na haki. Lakini pia nitatamani kuona wanawake wa kanda ya Nyasa, mwenyekiti wetu yuko ndani. Tuulize, tumuulize amiri jeshi mkuu, tuulize vyombo vya dola, tuulize hawa polisi waliomkamata, tuulize, tuseme Lissu anakosa gani? Lissu anasema mtendaji ni mwajiliwa wa serikali na anafanya kazi kwa niaba ya rais. Mheshimiwa Lissu anasema mkurugenzi pamoja na wale wote watumishi wa umma wanafanya kazi kwa niaba ya nani? Ya rais. Wakifanya kazi kwa niaba ya rais hawawezi kusimamia uchaguzi ukawa huru na haki. Tunataka wapatikane watumishi wengine ambao wataitwa watumishi wa tume sio watumishi wa sio watumishi wa serikali wawepo watumishi wa tume independent ambao watasimamia uchaguzi ambao mwisho wa siku utakuwa ni uchaguzi huru na haki. Makosa yako wapi? Hii swala la uhaini limetokea wapi? Lakini pia nitatamani kuona wanawake wa Nyasa tukiungana tumuulize mama Samia. Mimi nilikuwepo juzi mahakamani, kuna wanawake wenzetu wamepigwa sana juzi mahakamani. Unaona, askari anasukuma mbwa anampelekea mwanamke mwenzako, mwanamke anang'atwa, anachanwa chanwa kwenye miguu na yale mambwa, anapigwa virungu vya kutosha. Mi nilidhani Magufuli alikuwa ni mwanaume, tulidhani pengine ajui uchungu wa mtoto. Tumuulizeni Samia, sisi tuache kuzaa basi, wazae wao, sisi wengine labda hatutakiwi kuzaa kabisa, tuache kuzaa kwa sababu watoto wetu atauawa tuache kuzaa kwa sababu watoto wetu watatekwa. Si sawa, wanawake wa Nyasa, tuache kila kitu, tuunganishe sauti zetu, tuulize, tuonyeshe hasira yetu kwa yule mama kwamba wewe ni mwanamke mwenzetu, hii unayofanya sio sawa, sio sawa hata kidogo. Kwao ni waombe sana, wananyasa haitakuwa rahisi, haitakuwa rahisi. Kilichofanywa mahakamani juzi hakijawahi kutokea kabisa. Lakini leo kimetokea, na hii ni indiketa kwamba mwaka huu hakuna uchaguzi, hakuna uchaguzi. Yule mama kwa namna yoyote ile hataki mwaka huu kuwe na uchaguzi. Sasa tutakubali kwenda kwenye mazingira haya? Hii kesi wametengeneza wenyewe, wanaogopa watu kwenda kumwangalia haini. Wanaogopa, wanaogopa watu kwenda kusikiliza kesi ya mtu anayemwita haini. Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa nini waombe, wanawake wa nyasa tumepata viongozi wetu, viongozi tunao hawa hapa, naibu katibu mkuu yuko hapa, makamu mwenyekiti yuko hapa. Hili ni jeshi, ninyi ni wanawake, tuunganishe nguvu. Asilimia hamsini na moja ya wa watanzania ni wanawake. Tukiungana vizuri, tunaweza kabisa kutuma ujumbe na tunaweza kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza, asanteni sana, asante.